Ila msikusanyike pamoja, tuendelea kuisha ushirikiano. Umetimiza wajibu wa sadaka walau ile, baada hapo amepangwa kuondoka kwa amani. Leo umetimiza wajibu wako, Mungu akubariki. Unajisikiaje baada ya kufanya ibada fupi hapa pembeni ya barabara? Mimi niko sawa, namshukuru Mungu. Tumefanya ibada, ibada imeenda vizuri, na watu wametimiza agizo la Mungu kusanyika pamoja, na kiu yao imeondoka, wamesali, wametoa sadaka. Kiwa jeshi la polisi, ulikuwaje ulipokuwa unazungumza nao? Jeshi la polisi kama kawaida yao ni kwamba wao wanataka kutimiza wajibu wao, kulinda amani na kusimamia sheria, lakini kuna mambo mawili ambayo magumu kidogo, kati ya sheria, kati ya sheria na amani, inakuwa ni ngumu eh, moja, nani aache mwenzake. Kwa hiyo nafikiri wametimiza wajibu wao, na nimewambia sasa angalau kwamba watu hawa kwa kuwa wameshatoa wa sadaka na wamesali, basi wametimiza wajibu wao. Asante sana.